We ni mrembo kweli, mwambika masharaa, nampiga goti na nyosha mikono ya Rabi, Bwana ulivyoumbwa we ni wa pekee, si wowote hata useme apapa, situcheze rote, roterote urembo wako umenifanya fikiria ndoa, nawaza kuhusu sherehe zako, nawaza suti saki, unaone mimi mzushi misiwapiga kunuti, ila na kuomba kwangu sije nichiti kwangu, mimi usijali, misaki upite hivi misaki upite mtoto kata mtoto, yani hiyo nyonga utafikiri unacheza kwa mpira ukitonga, huko bomba wameeleka kama mandonga, na wengi walikuchukua kucheza viudi, ukagoma wasoni alikuligia, ila hukufikiria kwangu, mimi ndo tau wewe umeshikilia, nikikona na mawazo kanyimbo nitakuimbia, yani paka useme kwa maiba umefikia, saki kujutia penzi lako kunipatia, hata ningekuwa bondia, uwanjani nafikiria nyumbani na familia, sitoruhusu mikushindo sauti yako na